Uh, ndugu zetu wafuatiliaji wa, wa channel yetu ya Kingo Farm uh, tunataka tujibu swali ambalo tumekuwa tukiulizwa sana na wadau ambao wapo kwenye kundi letu la mafunzo ya ufugaji, lakini vile vile na wadau mbalimbali ambao wanatufuatilia huku YouTube. Uh, watu wengi wamekuwa wakituuliza ni kuku aina gani ambao wanalipa kibiashara kama ni broiler au ni chotara uh, hilo swali nadhani tulishalijibu. Aa, sasa leo hii nataka nijibu swali lingine tena ambalo huwa tunaulizwa, je, ni chotara wa aina gani ambao wanalipa? Hapa nitakutajia aina za chotara ambao wanapatikana sana hapa Tanzania. Aa, maeneo yanapo wanapopatikana, lakini vilevile nitakutajia sifa za kila aina hiyo ya chotara ambayo nitakuwa nimekutajia. Uh, kwanza kabisa, uh, kwa hapa Tanzania, chotara ambao wanapatikana kwa wingi, yaani ambao maeneo mengi unaweza ukawapata kwa urahisi kabisa ni Saso, uh, na hawa wa Tanbro, lakini vile vile kuna hawa kroila hawa ni chotara ambao wanapatikana sana kwa hapa Tanzania, japokuwa kuna wale kuku wa Malawi weusi nao huwa wanapatikana ila ni kwa uchache sana. Nitawazungumzia hawa kuku wa aina tatu kwa sababu ndio kuku ambao tumewafuga. Nina uwezo mzuri kabisa wa kukuelezea kwa sababu nina experience nao. Haya makundi yote matatu nimeyaona kwa muda mrefu, nimeyafuga, nayaelewa vizuri kabisa. Aa, tukianza na chotara aina ya saso. Hawa saso wanapatikana kwenye kampuni la Silverland. Hawa watu nadhani makao yao makuu yapo Iringa ila wanasafirisha kila sehemu hapa Tanzania. Aa, sasa tukianza na sifa za hawa kuku. Hawa kuku kwanza, unaweza ukawafuga kwa ajili ya nyama au kwa ajili ya mayai. Aa, sasa ukija kwa upande wa mayai, hawa kuku sio watagaji wazuri sana, japokuwa wanataga kiasi, ila watakutagia vizuri zaidi kama utaweza kuwahudumia vizuri, na kinachowafanya wasio watagaji wazuri, hawa kuku huwa wananenepa sana yani hata ukijitahidi uwafuge kwa namna gani wenye huwa wananenepa sana. Ah, muhimu ni kuachia eneo la kufanya mazoezi, wakifika umri ule wa kutaga, waweke kwenye mazingira ambayo yatakuwa yanawaruhusu wao kufanya mazoezi, lakini usiwape chakula kingi, lakini vile vile wape sana busta za asili ili waweze ku maintain ile miili yao. Usipofanya hivi hao kuku wakifika ule umri wa kutaga watakuwa ni wanene sana. Ukiwapasua ndani wana mafuta mengi sana. Kwa hiyo uwepo wa yale mafuta mengi, huwa wanakuwa sio watagaji wazuri. Kwa hiyo ni kuku ambao watakutagia kiasi au watakutagia vizuri kama tu utaweza kuwafuga vizuri kabisa kwa kufuata hiyo miongozo ambayo nimekutajia hapo nyuma. Aa, lakini pia hawa saso ukitaka uwafuge kwa ajili ya nyama ni wazuri. aa, kwa ajili ya nyama unaweza ukawauza wakitimiza kuanzia miezi miwili na kuendelea, huwa wanakuwa na uzito mkubwa sana, kwa sababu wenye asili yao huwa wanakuwa haraka. Kama utaweza kuwapa chakula kizuri, utawapa booster nzuri, hawa sasa hizi za asili huwa wanakuwa haraka, wanakuwa aa, sifa yao wenyewe ni wafupi, wanene, wanakuwa wanene sana alafu sio warefu sana. Hawa ndio saso na kwenye utagaji kama nilivyokuelekeza, na kwenye nyama unaweza kuwauza kama utawafuga kuanzia miezi miwili na kuendelea, utawauza kwa ajili ya nyama aa. na nyama yao ni nzuri sana. Hawa saso wana nyama nzuri sana, hasa hasa ukimpata saso ambaye amekomaa vizuri, nyama yao ni tamu, ni nzuri aa, kila mtu anaweza akaipenda. Ukimwona ni kama kuku wa kienyeji kabisa, kama tu utakuwa umemfuga vizuri, ila hiyo ni kuanzia miezi minne na kuendelea, na kama ulimruhusu au anatoka nje huwa wanakuwa na, na nyama nzuri. ukimuuzia Mtu, aa, anafurahi kwa sababu ile nyama yake ni tamu sana. Aa, lakini changamoto kubwa ya hawa saso ni mafua. E, ukiwa unawafuga saso usipokuwa makini changamoto kubwa ni mafua. Sisi ambao watu kitaka kuwafuga hawa saso huwa tunahakikisha tunawapa mara kwa mara kinga za asili za mafua. Pia kuna ile chanjo ya mafua tumeshawahi kuielekeza imeandikwa ND plus IB. Ile pia huwa tunawapa sana kwa saso. Walau kwa mwezi mara moja. Huwa tunawapa ile chanjo ya dukani ya ND plus ID, lakini za asili huwa tunawapa kila wiki, kwa sababu usipofanya hivi saso ni wepesi sana wa kupata mafua. Hiyo ndio changamoto kubwa kwa saso aa. Na changamoto nyingine ambayo watu wengi w wanailalamikia ni kwamba saso wanakula sana aa, saso wanakula sana kwa sababu pia miili yao pia huwa inakuwa kwa spidi na vile vile, wakifikia kuwaanzia ile miezi mitatu na nusu na kuendelea, ukitaka hawa sasa watage, basi jitahidi kuwapimia chakula, wahakikisha wanakula wanashiba, wanapata muda wa kuweza kutembea ili kwenda kuokota vyakula vingine. Unawapimia asubuhi, mchana na jioni, usiwache wale muda wote. Ukiwaacha wale muda wote hawatakutagia vizuri. Uh, sasa tukija hii aina ya pili ya hawa chotara ambao wanapatikana hapa Tanzania ni Tanbro. Hawa Tanbro, first generation wanapatikana kwenye kampuni ya Interchick. Ukienda kwenye kampuni ya Interchick unawakuta hawa Tanbro. Hawa Tanbro nao ni wanataka kufanana kabisa na saso. Uh, hawa Tanbro sasa, sifa yao wenyewe huwa inakuwa, huwa wanakuwa ni warefu. Uh, ukiwaangalia saso wanakuwa sana sana ni wafupi, wanene. Ila hawa Tanibro huwa wanakuwa ni warefu warefu. Uh, na ukimlisha vizuri anakuwa mrefu alafu mnene, lakini hawezi kufikia unene kama ambao watakuwa nao saso. Saso wanakuwa, saso ni mnene sana halafu mfupi na hawa Tanbro wanakula, lakini sio sana kama Saso Saso. Kwenye ulaji amezidisha, ila Tanbro amepungua kidogo, japo sio sana. Na kuja kwenye changamoto ya mafua, huyu Tanbro huwa anapata mafua, lakini sio sana kama Saso Saso, amezidi kupata mafua, ila Tanbro japokuwa, naye anahitaji umlee vizuri, umpe sana kinga za asili ili asipate haya mafua. Ila changamoto ya mafua ni kubwa zaidi kwa Saso ukilinganisha na Tanbro. Ana kwa upande wa ukitaka kumfuga kwa ajili ya nyama. Ukitaka kumfuga kwa ajili ya nyama, huyu Tani bro naye anafaa. Unaweza ukamfuga kuanzia ile miezi miwili na kuendelea, anafaa kwa ajili ya nyama. Hata kwenye utagaji pia, huyu Tani bro anamzidi kidogo Saso, kwa sababu yeye yupo yupo vizuri pia kiasi ukilinganisha na Saso, yeye anamzidi kwenye utagaji. Muhimu tu mpe chakula bora kizuri lakini vilevile mpe booster za asili kwa wingi. Aa, na aina ya tatu ya hawa chotara ambao wanapatikana hapa Tanzania ni kroila. Japokuwa hawa kroila hawapatikani kwa wingi sana kwa sababu yule mzalishaji ambaye alikuwa anazalisha hii F1 ya kroila, Aa, kwa sasa hayupo. Kilichobakia ni wale watu ambao waliwashukua wale, wale kuku wa kroila, huwa wanawafuga hawa kroila, wakishataga mayai wanatotolesha wao wenyewe ndio wanaweza kuuza vile vifaranga, ndio maana havipatikani kwa wingi sana, lakini maeneo mengi utaweza kuwapata hawa kroila. Uh, sasa hawa kroila ambao wanapatikana kwa sasa ni F2, sio F1, sio wale yani pure kabisa, hapana. Hii ni F2, ila ni wale wale kroila. Aa, sasa ukija kwenye sifa za hawa kroila, hawa kroila wao ni watagaji wazuri sana ukilinganisha na hizo aina mbili ambazo nimekutajia hapo nyuma. Hawa ni wazuri sana kwenye kutaga, lakini kwenye nyama ha hawai wazuri sana japokuwa, wana nyama nyingi, lakini hawawafikii. Sasa wala tani bro wenyewe hawana nyama nyingi sana, wao wana mili fulani ambao ukiona ni maalum sana kwa ajili ya kutaga kuliko nyama sana japokuwa hata nyama pia wanakuwa na uzito mzuri tu ila hawawafiki tani bro wala saso. Aa, lakini hawa chotara nao kroila wanahitaji huduma nzuri, chakula kizuri, busta na kadhalika ili waweze kukua vizuri. Aa, sasa hawa chotara wao huwa hawatamii mayai, wao huwa wanataga tu. Na ukitaka mayai yao yawe, yaweze kutotolewa ili uweze kupata kifaranga, basi hakikisha hawa majike ya haya majike au hawatetea wa, wa hizi mbegu zote za chotara wao wamepandwa vizuri na jogoo, ndio utaweza kuwatamisha mayai labda kwenye mashine au kwa kuapa kuku wa kienyeji, na ukapata vifaranga, ila vifaranga ambao utawapata watakuwa ni F2 sio F1. Aa, lakini sisi Kingo Farm tuna vitabu vitano, vitabu ambavyo vina miongozo yote ya ufugaji wa kuku mbalimbali. Hata hawa chotara ambao nimekutajia leo tuna vitabu ambavyo vina miongozo ya kuwafuga vizuri kabisa hawa chotara. Aa, vitabu vyetu ni kama hivyo vinavyopita hapa kwenye video vya ufugaji wa kuku wa kila aina. Kama una changamoto ya ufugaji labda kuku wako hawakui vizuri, hawatagi vizuri, wanadumaa au haujui tiba mbalimbali za asili, booster mbalimbali za asili, basi una unaweza ukatutafuta. Tuna vitabu vitano, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, au kama una email utatumiwa kwenye email yako. Lakini vile vile tuna kundi la mafunzo ya ufugaji uh, la WhatsApp. Hili kundi unajiunga kwa ada ya shilingi elfu nane ukilipia tunakuunga. Kama unahitaji huduma hizo, basi chukua namba hapo kwenye video na utupigie. Usisubiri mpaka banda zima kuku wako waugue au kuku wako wapate changamoto ndio utafute KingoFarm. Tutafute mapema ili tuweze kukupa elimu iliyo bora sana.